Tuelekee kaunti nambari kumi ambapo wakazi wa Bori huko Moyale, Marsabit, wameandamana kulalamikia kutengwa na serikali, huku eneo hilo likisalia nyuma kimaendeleo. Wakazi hao wameonyesha, wamenyoshea kidole cha lawama serikali ya kaunti ya Marsabit kwa kutenga eneo hilo, hatua ambayo imewasababishia ukosefu wa maji, hospitali na miundo msingi Tumesema shida yetu ni barabara. Tumesema shida yote ni hospitali, hospitali yetu hazina madawa. Lakini hizo shida zote tukijaribu ku, kuifike tukijaribu kujitetea ifike kwa serikali, hatuna network. Hatujui serikali kama wametusahau ama wamesema sisi sio watu wa Kenya, hatujui.

Serikali yetu ingefaa kutusikia. Kutoka kaunti nambari 10 tuelekea kaunti nambari